Kisiku eh? Kupongezwa na walimu kisa kwanza, kuneiani kuna walikutana nani, walikutana onakini sana au umejiona mwenyewe ukafanya vizuri mpaka walimu wamesifia sana? Yani kama kichwa chako iko kina akili nyingi, kwanini usikai chini na mwenzio ukaanza kumfundisha eh? Halafu kumbuka unakaa nyumbani kwa mama yake mzazi. Sasa hiki kichwa hiki ingekope na akili hiki, kwani uta kumfundisha mwanangu na yeye awe na akili kama ya kwako? E, wewe mwenyewe umesifiwa huko, umepata mbicho mkubwa kama kaburi wa babako mzazi. Mtoto wewe, sipendi mimi. Mbwa wewe, toka hapa, toka! Ndio nimnywele wake.